Mheshimiwa Rais utaongozwa na Mheshimiwa Waziri pamoja na Dr. Patricia Lavery Meneja mkazi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika kusogeza kitambaa mkono wa kulia na kushoto nitahesabu tatu mbili moja naomba tupige makofi mengi na vigeregele Tanzania hoyo jiwe la msingi la ujenzi wa barabara ya Bagamoyo kuanzia eneo la Makurunge Pangani Tanga kilomita 256 sehemu, ya Mkange Pangani Tanga kilometa mia moja, sabini, nukta nane pamoja na daraja la Mto Pangani meta 525 limewekwa na, na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 26 Februari 2025. Naomba tupige makofi mengi sana sana sana.